Ona kutokamana na maneno kwa yakini kabisa ya Sheikh Shafi, na maneno yake yamekuwa munasibu na jina lake, Mwake Shafi, mponye mponyeshai. Amenikumbusha jambo, jambo alionikumbusha, wallahi, tumesoma visa vingi vya wachamungu watu ukielezwa huwezi amini, lakini wacha mbali, fiyasir na hadha zama zetu hizi kwa kumcha Allah, kuna visa wa kiiji vinatokea wazi wazi baina yetu. Mi nilikuwa na utaratibu wangu kila Ijumaa nabakisha muda kumswalia Mtume Muhammad pamoja na watoto wangu na familia yangu na mzazi wangu na zawia alikuwa anapenda pia kuitumia, ni hapo paliposimama kamera hapo. Utaratibu huu ni wa siku nyingi, lakini siku hizi busafi umechukua nafasi, mara nyingine tunaenda mpaka magharibi. Sasa narudisha ule utaratibu wangu kivyovyote, nitajitahidi busafi, vusafi mtausiishe, niendelee kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Ustadh Shafi kwamba ukimsalia Mtume kwa yakini utaona mambo. Kwanza amenisaidia kwa sababu, mara nyingi maneno yangu nahimiza sana watu kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mambo yaliomtokea mimi binafsi. Nakumbuka nilikuwa niko Yombo katika Msikiti mmoja kwa Miola kule, nilienda kwenye hadhara ya maulidi. Katika hadhara ile nilisimama nikazungumza, baada ya kuzungumza nikakaa chini, akazungumza na Shekh Walid Lhad Shee wa mkoa. Katika maneno aliozungumza, akaelezea fadhila za Mtume Muhammad kwa namna alivyoeleza tulisisimka, kama tulivyosisimka leo. Maneno haya baini wa baina, tukakaa hivi khalwa, nikamwambia shekhe, amezungumza maneno makubwa sana na kwa kweli siku hizo. Akaniambia yeye ni imamu miaka kadhaa. Kwa kifupi, akanipa ushuhuda juu ya sala ya Mtume Muhammad. Na akanipandikiza akasema, shekhe, hii ukiifanya hata ile kazi yako ya tiba hata ukiacha hakuna wasiwasi, ikawa kazi yako uwe kumsalia ya Mtume Muhammad. Kifupi aliijaza uungu. Nilipotoka pale, nilikuwa kama mwenda azimu, nikaja nyumbani, nikamwambia mke wangu, kuanzia leo mimi nitakuwa na magari, hapo sina hata pikipiki nitakuwa na pikipiki, pesa nitapata. Unajua mambo ya wanawake vipi, umechanganyikiwa? Uko sawa? Nikaingia misikiti kama yote nikawaambia watu mpango mzima ni sala ya Mtume Muhammad. Jamani, mwenzenu niko hapa Kiwalani miaka kumi, sasa hivi nakukimbieni na sijui naenda kuishi Masaki au naenda kuishi wapi au pengine nikaenda kuishi nje kabisa Nikawambia mwezi huu mi si mwenzenu, basi nikaikalifisha familia mpaka watoto wadogo, kila siku namsalia Mtume Muhammad zaidi ya mara elfu mm-hmm. moja. Wallahi, nikisema maneno mm haya -hmm. mtaona kama ndoto shafshafi, ndani ya wiki mbili nkawa na maduka kumi na moja na nilikuwa sijui leo nitakula wapi. Maduka kumi na moja Kiwalani nikazidisha kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi watu mtu kama mieli wakanifuata kutoka Saudia, nikaishi sehemu inaitwa Damaj, kuna kimsikiti kimezungukwa tu na matajiri. Basi wakaja watu kama wale, walishawahi kuja tashkiri, ukawa tarjama yao, wakanipenda, wakaniambia nikaishi kule, mpaka familia yote nikaiambia. Lakini sasa nikaona huku maziwa yanazidi, sioni kinachonishawishi kwenda kule, mpaka wakanitajia mshahara. Wakasema kama vipi, tukupe kabisa miezi sita mshahara wa miezi sita alafu uje. Nikaambia subirini kwanza, walillahi alhamdu, mambo ya haraka haraka, mambo ya haraka haraka. Nikamsalia Mtume, we limomsalia tu basi ndani ya mwezi baada ya maduka yale, nikapata nilimsalia Mtume, nakumbuka ilikuwa mara elfu tano nikapata gari ambayo ni Lexus. Niliipata ikawa Kiwalani, ndio niko nayo peke yangu. Nilivyozidisha tena, ikaja gari shekhe, inauzwa milioni kumi na tano mpya, Noah box. Shekhe wangu yule kaniletea ina namba C, kanipa milioni tano, yule barisha hasa nikasema hizi sala hatari, si nikaongeza tena tena. Nikaja hapa siku moja nikakaa ndani nikasema, wacheni kuonesheni kwamba sala ya mtume inatisha. Wallahi, nikajifungia ndani siku hiyo nikamsalia, nikahesabu mara elfu kumi. Wateja wamejaa juu ofisini kwangu, nikawaambia wake zangu, simameni nyie, mimi nitajificha nimsalie tu mtume mpaka nitimize elfu kumi baada ya sala alfajiri, nilianza mpaka nafikiri saa tano hivi nikamaliza sala kama zile basi. Baada ya kumaliza niliitwa nje na kina mt, nikakuta renji mpya iko nje hapo imesimama. Ah, nikasema haya masiara, huyo gari kama ile. Nikaipata renji sports. Kesho nikapiga kama elfu tatu kesho hiyo hiyo tena wakaniletea ile gari yangu Mazda ndogo. Hiyo siku nyingine sijui nilikuwa msikitini wapi, nikapiga nikapata ile Mercedes Benz ile basi. Nikasema sasa tutake nini tena zaidi ya hapa? Na ukweli wa mambo, mi mawaidha nimeanza zamani sana, sijaanza sasa, lakini tokea nipate uvumbuzi wa sala za Mtume Muhammad Masjidi Mtoro ndo ikaniona ikanipandisha pamoja na Sheikh Saimu Gwao. Sasa ni kuambieni kitu mtacheka mtocheka. Huyu hapa Sheikh Saimu Gwao nimeenda naye nimeenda naye, ni wapi shekhe, sema ile safari inaenda wapi? Tumeenda she Kipozeo bwana magwe ma, pande mbali huko. Sasa sikilizeni hapa, nimseme Sheikh Saimu kabisa. Sikilizeni sasa, shekhe, nimeanza mawaidha muda mrefu sana nilikuwa na najirekodisha mwenyewe CD. Siku hiyo tukaenda mwage pande, mimi na Sheikh na, na, na, na, na, na, na, Kipozeo. Kufika pale tunamtarajia Sheikh Kipozeo atoe hutba, akasema nitoe mimi. Nikasema mbele ya Sheikh kama huyo hiyo bismillahi, nitaiona lakini, sasa kwa sababu nimeenda kwa istimai nchi nyingi, sehemu mbalimbali, nashaongea na, na maelfu ya watu basi nikasema leo ngoja nioshe jina ili shekhe naye ajue kuna mashekhe pia wa chini chini. Nikazungumzia akhlaq, nikajikamua kwenye mimbari, we CD tamu hiyo. Alikuwa anarekodi shekhe Saimu Gwao. Baada ya kurekodi, basi shekhe Kipozeo hakuongea mawaidha tena, kila saa anatia taaliki yale maneno hii khutuba ilikuwa muhimu sana hii. Hii hii kwa hii hutuba hii hiyo, hakuongea lolote mpaka mwisho hii khutba hii lakini, cha ajabu sasa, kwa sababu nilikuwa sina sala za Mtume, Sheikh Saimu asiipandishe ile yangu, akapandisha Sheikh Kipoze. Basi kila saa namwambia Sheikh, ushanipandishia? Subiri bwana, nitakwambia <laughs> baadaye. Nikaambia bamba, tusiende mbali nipe ile CD hata ile CD hajanipa, hajanielewa <laughs> <Mepote. laughs> Baadaye nilivyomsalia mtume Muhammad, wallahi nilimtembelea mara moja tena, hata nikumbuki nikaambia, shekhe, nilikuwa nitaka nitengeneze CD lakini meambia tini. Sasa wewe ndo unatoa CD, wallahi nakwambia ini ushuhuru wewe, nasikia ndo unatoa CD, nimetoka hapo madrasa shop Sema muone mtu anaitwa Sheikh Said. Alivyofika bi asidi shaishiwa no, na wakati mimi na kijana wangu anaitwa Abedi hiyo mtoro njalala. Wewe dakika mbili tu. Kwa, kwanza unajua mawaida, unajua mawaida anatembea hivi. Na, uh, yeah. Na tiba unajua mkambi ah hapo ndio pake. Akamtuma Sheikh Abdallah Adelini. Eh, bwana ndani ya wiki Sheikh duniani watu kutoka Oman wanamtembelea. Sala inatisha ya mtume, ndugu zangu, wallahi inatisha sala ya mtume. Kwa hiyo pia mimi nina yakini tukiitekeleza salatu ala nabi, hata huu mitandao hatutaonekana watu hao wa kizama, ina baraka kulikweli. Nimpe mkono, wallahi sheshafi katika faida kubwa alizotuletea, kauhuishe moyo wangu. Inawezekana mimi nimemwelewa zaidi kuliko mimi, na wallahi, ndugu zetu kina ndugu zetu kina JK katika faida ya leo hiyo, ndoke ninayo Wallahi, iondokeni nayo na watu wote waliohudhuria katika busa wakimshika Mtume Muhammad. Wallahi, njaa hakuna, njaa hakuna, watu walikuwa kweli wakimsifu Mtume Muhammad, huyo bwana mkubwa aliyokuwa akimsifu Mtume ambaye Mtume amemweleza alimsifu, mpaka yule mnyama Mtume akarukaruka namna kama mpaka Mtume ambaye basi basi basi bas. Habari kubwa. Kwa hiyo sala ya Mtume haina kukosa, na ni ibada ambayo Allah mwenyewe anaifanya. Tumezoea kuziona hizi stori kwa watu waliopita, lakini kwa mimi mwenyewe na hali mnaoniona mpaka sasa, ndio hii siri yangu kubwa, ni salatu ala nabii. Sheikh Shafi wewe hujui, lakini mimi watu wakimtafsiri, hususan wale madaruweshi wenzangu, ule ndio niko kwa, mkikaa kule, kila wakiuliza wanasema, hapana, huyu Othman Maiko huyu tunayemjua sisi, kilichomfikisha hapa wapi? Wao yakini yao kubwa yule ni Freemason. Mkitaka mjue mtu anayemshirikisha Mungu yule, tena nyumbani kwake kuna chumba akifunguliwi na mtu, anafungua ile peke yake. Alafu wakasema kila wiki nazimia mara tatu, umeona <laughs> eh? Sasa watu wakija wa akiuliza wa shekhe yuko wapi? Wakezakesema wa shekhe kafanya safari, kazima ndani. Sasa akishaamka <coughs> <coughs> mafrimasoni anamletea mizigo na pesa. Basi kama frimasoni wangu basi ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi hiyo ndio siri peke yake, amna siri nyingine yoyote. Salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tumshukuru sana shekhe ya Mtume, ndio mfano mzima takuwa tayari kuendeleza hilo inshallah yeah. La mwisho kwa sababu nimelibeba aliruhusu wakati ni ushauri tu, lazima tutoe zawadi kwa jamii. Tupunguzeni mawazo japo hayapunguziki, lakini pia tuepuka, tuepukeni kula ovyoovyo kuifilisha kongosho, kupata maradhi ya diabetes, maradhi ya sukari kwa kweli sasa hivi inapigiwa simu nyingi sana, baada ya kuelezea mmea wa karoti poli. Leo niongeze kitu kingine, pamoja na mlonge, kuna dawa hii hapa, ni kwa ajili ya sukari, inaitwa shajarat, lakini kuna dawa nyingine inaitwa mradhi sukar. Hii inamfaa mtu asiyokuwa na changamoto yoyote. Hizi dawa nishazieleza na nishasema nyumbani, takuja kukaa hapa nimwambie kila mtu achukue peni na karatasi, yaandike kama alivyosema Sheikh Shafi kule. Sadakatinjalia yangu iwe ndio hii, watu kujitibia, na wenyewe ni mashahidi. Kuna baadhi ya misikiti nimeeleza, na ninapata simu nyingi, na ninaendelea watu kuwaelekeza. Kwa nitaka kusema leo taarifa, dawa ya sukari tunakumbusha, pia ipo ambayo inasaidia sana, lakini pia zawadi ya leo nilowabebea watu maradhi hatari kidogo, ushauri wangu hasa makameramani, watu wanaofanya editing, jitahidini. Mtu itakiwa alale masaa tisa au masaa saba. Haina sababu ya msingi, kama huna la kufanya ukapoteza usingizi. Usingizi ni tiba na ni afya. Kukosa usingizi muda mrefu, hasa siku tatu, unachungulia kaburi. Lakini pia kunaleta ulcers chronic, madonda ya tumbo makali, ikiwemo stress, hasira, mutawasir alahzam lakini pia ikiwemo kukaa na njaa bila sababu za msingi, na kula vile vitu vikali vikali, makemiko malimao na kadhalika. Ukiwa wamepatwa na mrafu batnia, masjidi haka ijumaa iliyopita nilisema watu watumie dawa hii inaitwa mrafu batnia, ni dawa imetamba sana Oman, kwa madonda ya tumbo. Madonda ya tumbo ni kuongeze faida ya kikifiri yanaleta maradhi ya hatari, maradhi ya himoroid, mashakiri bawasiri. Ukishikwa na bawasiri unaweza ukasema unakufa. Sasa hivi kuna mmea wa halilinji na vitu vingine, kwa haraka siwezi kuvitaja, ni vingi. Unapata kuna mafuta kama haya ya nyonyo, eh, ukipaka tu, ile nyama inarudi, na hii inakutibia himoroid. Inaitwa mashakiri bawasiri poda and oil. Lakini baya zaidi bawasiri tizidi inaleta maradhi mabaya, maradhi ya saratani mar